Mgombea wa chama cha FDC Proscovia Salamu Sumba atakabiliana na wagombea wengine saba katika kinyang'anyiro cha wenyekiti wa wilaya ya Kamuli. Miongoni mwa wale watakaomtoa jasho ni mgombea wa kwa tiketi ya NRM Thomas Katerega na mwenyekiti wa DP wa Kamuli Jamada Chinji. Wagombea wengine ni Karoli Vizala, Ibrahimu Badhi, Charles Isanga, Fred Bamtire na Michael Kifubangaru. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Mhandisi Badru Kigundu, matayarisho kwa ajili uchaguzi huu ya uchaguzi huo yamekamilika na utafanyika tarehe 29 siku ya Alhamisi, sambamba na ule wa Kween distribution. And, uh, subsequent readiness for the polling activity. Huku kampeni zikitarajiwa kukamilika hapo kesho tarehe 27, jumla ya piga kura 37452 wanatarajiwa kushiriki kule Kween. Huku laki moja sabini elfu mia nane hamsini na moja wakishiriki kule Kamuli. Tume hiyo aidha imetoa hakikisho kuwa kuna usalama wa kutosha kwa wapiga kura na zoezi hilo linatarajiwa kuendeshwa bila visovu vyote.